Ndugu zangu, sasa nihitimishe kwa nukta zifuatazo. Funga ya sita ina kede, kede, faida kedekede faida kemkem. Nikutajie faida chache tu, ndugu yangu. Faida ya kwanza anayefunga sita, sikiliza sasa, faida za kufunga sita ya Shawali. Anayefunga sita ameitikia wito wa bwana mkubwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, kwani bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyesisitiza watu wafunge sita, ukamwambia he, hewallah, ala ain wa ras na kuitikia na funga ya Rasulullah, na hili ni kubwa kuliko yote. Faida ya pili ya funga ya sita

fardhi yake imekuja, ina madoa na mianya na mapungufu. Tazameni faili lake, hana sunna huyo

ya Ramadhan ni sita, ndugu zangu. Kwa hiyo faida nyingine ni kwamba sita hujazia mianya na mapengo yaliyopatikana ndani ya funga ya Ramadhan. Faida nyingine ya kufunga sita ya Shawwal. Ukifunga sita ya Shawwal

umenijalia wangapi. Walitaka kuona hawakuona. Wangapi wana maradhi mazito, wanatoa kibaba, wameshindwa kufunga. Mimi nimeonja ladha ya funga ya rab, mimi nimeonja ladha ya salatu tarawih, salatu alqiyam, tahajjud. Shukrani, shukrani zangu kwako, baada ya Eid na kufungia siku sita ambazo sio za lazima, kwa khiari yangu. Faida nyingine ya sita, ndugu zangu, ukifunga Ramadhan na ukafunga Sita ya Shawwal utaandikiwa kana kwamba umefunga mwaka mzima. Faida nyingine ndugu yangu ya kufunga funga ya sita, funga ya sita ni alama miongoni mwa alama zinazoonyesha Ramadhani yako imepokelewa. Faida nyingine, funga ya sita ni alama miongoni mwa alama zinazoonyesha wewe una mapenzi na ibada na ndio maana baada ya Ramadhan unaendeleza na sita. Wasiokuwa na mapenzi na ibada, kuheri kuonana, baibai, bye bye, maasalama, talaka tatu kwa misikiti na dini, tutakutana ramadhani ijayo. Mwisho kabisa funga ya sita miongoni mwa faida zake zinaonyesha na kujulisha wewe unapenda kudumu na ibada. Faida ziko nyingi, tosheka na hizi saba. Khutba yangu naomba nihitimishe kama ifuatavyo. Allah subhanahu wa ta'ala, katika sura ya pili, al-Baqara, aya nambari 183, anatuambia miongoni mwa malengo makuu ya funga, ili tuweze kufika kileleni mwa uchamungu, daraja la juu la uchamungu, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum lsiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattakun. Enyi mliyoamini, imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, ili mupate kufikia daraja la la juu kabisa la uchamungu. Kama malengo yametimia, mimi na wewe ramadhan imetubusti, tukafika kileleni mwa uchamungu.

na wewe umefikia kuwa katika daraja la uchamungu usiwe na wasiwasi, funga yako imepokelewa, kwa sababu miongoni mwa vigezo vikuu vya kupokea ibada za watu ni funga. Kwa kumalizia, ndugu zangu, uchamungu una maana nyingi sana. Moja ya maana ya uchamungu, an yaraka Allahu fima amaraka wa an la yaraka fima nahaka, siku zote uishi katika mazingira anayoyapenda Allah na ujiepushe na mazingira asiyoyapenda Allah. Kama kweli funga yako imekusaidia, imekubadilisha, imekufanya utoke huko uende katika ucha Mungu, bila ya shaka, tangia Eid imeingia mpaka leo hujafanya ovu, hujafanya maasi makubwa, na hautofanya kwa sababu funga imekubeba imekufikisha kileleni, na kwa sababu Qur'an ikisema, Qur'an imesema anayepokelewa matendo yake ni yule aliyefikia daraja la ucha Mungu. Na ucha Mungu maana yake usimudhi Allah, usiishi katika mazingira asiyoyapenda, ishi katika mazingira anayoyapenda. Wale wote watakaoendeleza maovu na maasi baada ya kumalizika kwa Ramadhani hii yaonyesha ya kuwa kileleni hawakufika, waliishia waliishia njiani. in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, Allah anasema mkijiepusha na madhambi makubwa makubwa niliyowakataza, madogo madogo nitakusameheni. Tujiepushe na madhambi makubwa. Miongoni mwa madhambi makubwa shirki, nambari moja. Nambari mbili, kuua. Nambari tatu uzinifu wa madaraka. Mauzinifu kiboko, tumedunda wengi humo, mpaka baadhi ya viongozi wa dini tumefeli humo.